Bwana asifiwe amen. Kwa majina naitwa Lusiana Patrick Kimolo. Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu pale kati tuko tunaomba, nilikuwa naomba yani, nilikuwa na nguvu naasikia kabisa, naomba nilikuwa na nguvu zote, ghafla nikaanza kusikia tumbo linaniuma chini ya kitovu, yani linakata kiasi kwamba ile nguvu ya kuendelea kuomba ikawa imeisha kwa baada ya hapo, nikasikia ile yale maumivu yanapanda juu kuja kifuani. Baada ya muda nikasikia, yani nimekabwa ni kabisa, yani siwezi kuongea, natamani na, na, na tu nikitoe ni, ni yani kutoka hakitoe kindo, nikaende kuomba, kuomba, kuomba. Basi mwisho wa siku namshukuru Mungu ameniponya, na hicho kitu sijakisikia tena baada ya kuja hapa mbele pia na kuombewa na mtumishi wa Mungu, mpaka sasa hivi sijakisikia tena na wala tumbo haliumii. Wa namshukuru na Mungu kwa hilo amen. Makofi kwa Yesu, haleluya amen. If usha, usha, if kabla, au a yani tumbo au nini? Yani au wakati naomba, eh, naomba shetani akawa ananiletea maumivu. Kuna hapa nyuma nilipata miscarriage. Okay. Kwa hiyo nikawa naiona ile ndoto ambayo niliota kwa sababu before kupata miscarriage mm. nilikuwa naiona ile ndoto ambayo kwa nini niliota ndoto kwamba kuna mtu mbibi mm. amekuja na kisu akanichoma tumboni. Okay. Ilikuwa saa nane usiku. Yani jinsi ambavyo nimechomwa kisu hivyo, kwa sasa wakati naendelea kuomba ndo nguvu zikawa zinaniisha, tumbo likawa linanikata chini ya kitovu yale mm, maumivu yakatoka huku yakahamia kwenye kifua mm, mm -hmm. bibi ulimjua? hakumjua Ok, Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako. Ninalifunika tumbo lake la uzazi kwa jina la Yesu Kristu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu. Tumbo lake la uzazi nalifunika kwa damu ya Yesu Kristu, kwa damu ya Yesu Kristu, kwa damu ya Yesu Kristu, kwa damu ya Yesu Kristu. No more miscarriage in the mighty name of Jesus Christ. No more miscarriage in the mighty name of Jesus Christ. Tumbo la uzazi, pokea damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Ninalifunika tumbo lako la uzazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huo mlango ambao adui alipita na ufunga kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichowekwa kwenye tumbo lako la uzazi na kirudisha kwa aliyekituma kwa jina la Yesu Kristo. Kirudi kwa aliyekituma kwa jina la Yesu Kristo. Hicho kisu kirudi, kikampate aliyekireta ka kwa jina la Yesu Kristo. Pando la miskareji lilowekwa kwenye tumbo lako na lingoa kwa jina la Yesu, maana Mungu umesema kila pando asolipanda baba wa mbinguni halitamea, litang'olewa. Ninang'oa kila pando la giza lilopanda kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. No more miscarriage, no more miscarriage, no more miscarriage in the mighty name of Jesus Christ. Kila kichopita kwenye ndoto hiyo na kiyeyusha kwa moto wa Mungu, fire of the Holy Spirit, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Yesu Kristo. Mungu, umesema wewe ni moto ulao, wewe ni moto ulao, wewe ni moto ulao, wewe ni moto moto ulao. Kila kilichopita kwenye ndoto yeyuka kwa jina la Yesu. Kila kichojizo kwenye tumbo lako kiyeyuke kwa jina la Yesu, kiyeyuke kwa jina la Yesu. Shambulizi la kindoto yeyuka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu, Yesu kwenye ovari zako damu ya Yesu kwenye fallopian tubes zako, kwenye uterus yako. In the mighty name of Jesus Christ. Mungu, kila shimo alilochimbiwa atumbukia lile chimba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Amen. Unaweza kuongeza makofi mengi mengi tena kwa Yesu Amen. hasira na mtu sawa, usiwe na kinyongo na mtu hmm? sawa sawa, Mungu mwema, amen. M kila kitu kinachotoka kwa Bwana, si ndio? Mungu ni mzuri, nothing bad shall happen to you again Ame? Ame? Amen, amen. Mungu akubariki sana, amen.